Mbunge wa Handeni Mjini, Reuben Kwagilwa, amejitokeza mbele ya vyombo vya habari kusifu mpango wa serikali wa kununua umeme kutoka nchini Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kanda ya Kaskazini. Hivi karibuni, serikali ya Tanzania ilitangaza uamuzi wake wa kununua umeme kutoka Ethiopia kwa ajili ya mikoa ya kaskazini, huku sababu kuu za uamuzi huo zikitajwa ni upotevu mkubwa wa umeme kutoka vyanzo vya uzalishaji hadi kaskazini. Uamuzi huo ulizua mijadala, na msemaji mkuu wa serikali, Gerson Msigwa, pamoja na mamlaka ya nishati walitolea ufafanuzi kuhusu jambo hilo. Mbunge Kwagilwa, akiwa kama kiongozi kutoka kanda ya kaskazini, ameitisha mkutano na waandishi wa habari jijini Dodoma na kutoa maoni yake kuhusu uamuzi huo, akisema ni muhimu kuchunguza athari za ukosefu wa umeme kabla ya kupinga mpango huo. Unajua mijadala hii wakati mwingine mtu anaka smartphone kake amekatia chaji kamejaa, anatekenya tekenya na vidole gumba hivi anaandika tu anachojisikia lakini, sisi ndio tunaokaa kule, na tuliipokea kauli ya Mheshimiwa Rais ile kwa mikono miwili na kwa shukrani kubwa sana kwamba sasa tuna uhakika tunakwenda kupata umeme wa uhakika kutoka Ethiopia kupitia Kenya pale na manga kwetu. Watu wanahoji watu wanahoji kwamba umeme kutoka Ethiopia kilometa nyingi karibu 1500 huko unawezaje kuwa rahisi kuliko umeme wa kutoka Rufiji kilometa mia sita na kitu, plus kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu na bila kuwa na vituo toshelevu vya kupozea huo umeme, lakini vile vile, kila unaposafirisha umeme kwa umbali mrefu na ukaupitisha kwenye miundombinu chakavu, kuna upotevu mkubwa sana wa umeme waumeme. Hii konsepti ya nchi na nchi kuuziana umeme ni konsepti ya kawaida kabisa duniani na inafanyika dunia nzima. Nchi inanunua umeme na yenyewe inazalisha umeme, na wakati huo na yenyewe inauza umeme. Ni habari ya kununua na kuuza, ni habari ya kuzalisha, na wakati huo unanunua, na wakati huo unauza. Tegemea tuna geographical positioning yako. Kienda Marekani leo, wananunua umeme, wanazalisha umeme mwingi sana, lakini bado wananunua umeme. Marekani wananunua umeme kutoka Mexico ananua umeme kutoka Canada, and you will be surprised. Ananua umeme kwa nchi ndogo kama Jamaica, ananua umeme pale, it's a, it's a practice ya dunia nzima, na lengo ni hilo hilo tu. Unatafuta efficiency na unatafuta gharama ndogo, namna gani utawahudumia watu wako kulingana na geographical location walipo na mahala unapozalisha umeme wewe ulipo. Ukienda nchi za Ulaya, nchi zote zile za Ulaya pale, wote wanazalisha umeme wananunua umeme kutoka nje na wanauziana umeme pia wote. Na umeme huu, jambo moja ambalo halizungumzwi, umeme huu ambayo serikali imeamua kuchukua kutoka Ethiopia ni umeme chip, unanunuliwa kwa senti saba ya dola na unasafirishwa kwa senti 0.7 ya dola ina maana unaenda kulenji kwenye senti 7.7. Sasa sisi hapa nchini tunavyo vyanzo vya umeme ambavyo tukizalisha tukizalisha ile unit ya kilo watt hour inauzwa kwa mpaka senti nane, tisa, mpaka kumi za dola. Kwa hiyo hii hii hoja nafikiri ndio hoja ambayo watu wanatakiwa waiangalie wa, wa kwamba ni hoja muhimu kwa sababu tu, kwanza tunapata umeme wa uhakika na tunaupata chip. Halafu sisi kama Watanzania hatutajihusisha na overheads, gharama za uendeshaji eh, za, za, za huo umeme unakotoka, tofauti sana na, na, na, na hapa kwenye bwawa letu la Mwalimu Nyerere. Tumeinvest pale 6.9 trillion na zaidi kidogo, hasa hiyo ni investment unayoiona physically, ila ukweli ni kwamba operational cost za pale zipo, ni vile tu hazizungumzwi. Sasa unapopata mahala ambapo wenzako tayari wameshawekeza, unajiondoa kwenye hayo mambo ya kuingia kwenye overheads za, za, za operations. No, umeme unatumia, unalipa kadri unavyotumia. <tune>